Mazoezi ya viungo ni jambo muhimu katika maisha ya mwanadamu kwani yanachangia katika kuimarisha afya ya mwili na akili na kupinga magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, shinikizo la damu na magonjwa ya moyo. Bonanza hili ni jukwaa muhimu la kuwakumbusha wananchi kwa afya njema ni nyenzo muhimu ya maendeleo ya mtu mmoja mmoja na Taifa kwa ujumla. Napenda kutumia fursa hii kutoa msisitizo maalum juu ya umuhimu wa kushiriki na kuendeleza michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, mpira wa wavu, riadha, michezo ya ya majini pamoja na michezo ya asili. Serikali itaendelea kuhimiza kuanzishwa na kuendelezwa kwa mabonanza, ligi na matukio ya michezo yenye hadhi ya kitaifa na kimataifa ili Zanzibar iwe kituo muhimu cha utalii wa michezo katika ukanda huo kupitia mashindano ya michezo ya kimataifa Zanzibar inaweza kuvutia wa watalii wawekezaji na wageni kutoka mataifa mbalimbali, hivyo kuongeza pato la Taifa na kuimarisha ajira kwa vijana wetu. Serikali itaendelea kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa michezo katika kuhakikisha miundo mbinu ya michezo inaendelezwa ili ina kukidhi viwango vya kimataifa na kuitangaza Zanzibar kama kitovu cha utalii wa michezo. Malengo ya Serikali ni kuendelea kuibua kukuza na kuendeleza vipaji vya mchezo kuanzia ngazi ya chini hadi ya juu ili kuwaandaa vijana wetu kuwa wanamichezo wa kulipwa na wenye ushindani kimataifa. Kupitia programu madhubuti za mafunzo nidhamu, na usimamizi bora wa michezo, tuna imani kuwa Zanzibar itaendelea kutoa wanamichezo u... watakaouza vipaji vyao katika ligi na vilabu vya mataifa mengine na kuinua hadhi ya taifa letu pamoja na kuboresha maisha ya wananchi maisha ya wanamichezo na familia zao, Serikali imeimarisha kwa kiwango kikubwa sekta ya michezo kutokana na ujenzi wa miundombinu yenye viwango vya kimataifa ikiwemo ujenzi wa uwanja huu wa Amani Complex, uwanja wa Gombani Pemba na uwanja wa Mali. Aidha, ujenzi unaendelea kwa viwanja vingine 17 katika wilaya na, na mikoa yote nchini ambapo hadhi ambapo baadhi vimeshakamilika na vitaendelea kufunguliwa katika maadhimisho haya ya sherehe za miaka 62 ya Mapinduzi. Natumia fursa hii kuielekeza Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo kuhakikisha wanaweka usimamizi na utunzaji mzuri wa miundombinu ya viwanja hivi na kuhakikisha wananchi wanapata fursa ya kuvitumia kama ilivyokusudiwa tunatembea huko njiani, miundombinu ya barabara ambayo tulikuwa tukitembea sio ile tuliozoea kule nyuma, tukipita lazima tuanze kujikwaa, wengine mpaka kuanguka chini. Tunashukuru sana Mheshimiwa Rais, umetunyoshea barabara, tunatembea bila ya wasiwasi wowote. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru kwa kuungana na wana mazoezi katika siku ya leo, lakini pia tunawashukuru wana michezo wote kwa kweli, hongereni sana kwa jambo hili ambalo tumekuwa tunadumisha afya zetu. Na kwa kweli afya yako ni jukumu lako, kwa kila mmoja wetu ana kila sababu ya kuona anayelinda afya yake kwa nguvu za